Naam, bwana mtazamaji wa Simba Fans TV tumefunga safari mpaka hapa New Amani Complex, sehemu ambayo wekundu wa Msimbazi Simba siku ya tarehe ishirini ya Aprili hii elfu mbili ishirini na tano wanakwenda kusaka heshima eh, ya kwenda fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Safari inaanzia hapa Visiwani Zanzibar na nakwenda kumalizikia pale Nchini South Africa. Niko na wana Simba eh. Tuzungumza mali matatu lakini kabla sijakwenda kuzungumza nao niko naye Heavyweight Dulla. Mwamba kweli kweli huyu uh, basi unapomsikia yeye ujue ni fact tu hapo na madini yanasemwa. Bara Heavyweight mambo ni aje? Wema ndugu yangu mambo anasemaje? Gari uko poa? Niko vizuri namshukuru Mwenyezi Mungu. Eh, Zanzibar inasemaje kwanza? Ah, Zanzibar hakuna shida tumekunywa chai na karafuu eh, chai ya karafuu tunaita na chapati za samli basi raha burudani, tunasubiria tu mechi ifike tuone historia inavyowekwa mnyama. Anaenda tena uh, fainali kwa mara nyingine, kwa sababu ameshawahi kwenda, lakini hii inakuwa ni kwa mara nyingine. Kwa hivyo eh, mambo yanakwenda, namshukuru Mwenyezi Mungu bana. Kabla hatuja kwenda kuzungumza ambacho kinatuleta hapa eh, kumetolewa taarifa la shirikisho la soka Tanzania, kwa maana ya TFF, ikitoa baadhi ya hukumu pale. Tunaona kuna mwana Simba dokta Mohamed Fabis na yeye akiwa ni miongoni mwa wale ambao wamekumbwa na rungu la TFF, faini ya uh, milioni tano. eh, lakini pia wapo wengine ambao eh, faini pia zimewakumba. Kwa msemaji wa upande wa pili, hiki ambacho kimejitokeza mara baada ya ile hukumu ya awali ambayo ilitangazwa, binafsi, kwanza umekipokea kwa namna gani? Ah, unajua mimi kwa upande wangu ni of course, ili jambo limetokea leo, lakini naona kama sio muda wake aabun sasa hivi mimi nianze kumzungumzia labda alikam ski amepigwa faini ya, ya milioni tano, mi nafikiri sio muda, kwa sababu pamoja na kwamba limetokea leo, sinaelewi vibaya kwa sababu mimi jana nafikiri we shahidi tulikuwepo kwenye hamasa za, za Simba kwa ajili ya kuweza kufanya coverage ya matukio. Nafikiri umeona jinsi gani ambavyo Ahmed Ali amefanya kazi kubwa na kwa bahati mbaya kila ambapo Ahmed Ali amekuwa akifanya kazi kubwa, kuna kwa kunatokea matukio mengine ambayo yanazungumziwa zaidi alafu inajikuta ule ukubwa ambao uh, ukubwa wa kazi ambao inafanywa na Ahmed Ali unakuwa hauzungumzwi naweza yani, nikasema kwa sababu mimi, mimi binafsi sawa, nilivyokuwa kwenye ile hamasa sawa, sababu tumetoka pale, tulienda tawi la kwanza la Mkwajuni lilikuwa kaskazini. Kaskazini ni mbali kutokea hapa Amani Stadium mpaka kule ni, ni distance ndefu sana sijui ni, ni, ni distance ya kilomita ngapi? Tukafika pale mlikuwa majira kama ya saa saa sa kumi kumi hivi umenielewa? Tukatoka hapo Ahmed Yale ameongea ya na wana Simba, si unanielewa? Tukatoka hapo tukaunganisha kwenye tawi jingine liko Bumbwini bu, bu, bu, e, liko Bumbwini sawa. Ilo tawi la Bumbwini lilipo na, na la kwanza ni distance ndefu kidogo sawa, lakini hakuishia hapo, akatoka hapo akaenda kwenye tawi la tatu lilikuwa linaitwa nikumbushe, Mbuzini, umeelewa? Mbuzini, huko Mbuzini ni sehemu ambayo yani sehemu ya ndani kidogo, lakini yeye hakujali, yeye ameenda pale, amewafuata wanasimba wa ndani ndani, ambako mimi mwenyewe nilivyo nilivyoona lile tawi kwanza nilishangaa. Yani kama, ni kama sehemu fulani wanaita shamba, ni shamba kule, si ndio? Amefanya kazi kubwa. Imagine tunarudi kwenye kwenye gari sawa, kwenye gari sa, la waandishi, waandishi wako hoi yani Yaani wamechoka, wanalalamika, ama anaenda imagine kuna, kuna tawi amefanya hamasa usiku liko. Achana na Mbuzini, ile ya mwisho ni Mbuzini. Sasa kuna moja hatujalitaja lile, ambalo lilikuwa porini sana, Bumbuini. Sasa imagine anafanya hamasa mpaka usiku sawa, anafanya hamasa mpaka usiku, alafu katika matawi ambayo yapo nje kidogo ya mji. Huyu jamaa anastahili kupongezwa. Mimi nisiwe mnafiki. Kazi anayofanya ni kubwa. Lakini vile vile anakwenda kuweka historia kwa sababu mimi mwisho wa siku nimeshatoa tathmini yangu, nikasema Simba huu mchezo anaenda kushinda. Anaenda kushinda katika majini ambayo itamsaidia yeye kuweza kuwa na matokeo mazuri na atakayompa nafasi ya kuweza kuwa na mechi nyepesi katika eh, raundi ya pili. Maana mechi ya pili sawa. Kwa hiyo zawadi pekee ambayo Ahmed labda inaweza tukaichukulia tuka, tuka, tuka kama faida au kama zawadi ambayo inaendana na kile anachokifanya ni Simba kwanza kufika finali, kwa sababu itakapofika finali automatically uh, kutakuwa kuna nafasi ya Simba kuweza kufikiria namna gani ya kuweza kuondoka na ile kombe, sababu lipo ndani ya uwezo, sababu watu walikuwa wanampa nafasi Zamalek kutoka mwanzo wa msimu. Nakumbuka watu walikuwa wanampa nafasi Zamalek ametolewa, lakini imagine Zamalek Zamalek ukija kuangalia performance yake kwenye michuano ya CAF Champions League ukikompea na Simba, nimeshazungumza sana nikasema Simba pamoja na kufika kwake robo finali katika kila edition anaoingia group stage, ili jambo Zamalek limeshawahi kumshinda na limemshinda mara nyingi sana, kwa sababu toka 2008 mpaka tunazungumzia 2023 katika kipindi ambacho Zamalek ameingia makundi mara kumi, ameenda group eh, robo finali bara mara mbili lakini hakuishia robo, by the way, ameishia mpaka finali mwaka 2016 kafika finali kafungwa na Mamelodi, mwaka 2020 kafika finali kafungwa na Ahli. Lakini mara zingine katika yani, manake katika kumi nane zote ameshindwa walau kwenda robo finali. Simba anakuwa anafika robo finali kwenye kila edition ana ushiriki kwenye group stage, iwe kwenye shirikisho iwe kwenye club bingwa. Tafsiri ya haraka haraka haraka, ile heshima ambayo Simba inapewa hapa nchini si haiendani na ukubwa na vitu vikubwa ambavyo Simba amekuwa akivifanya. Sijui kama unanielewa pointi yangu, yani Zamalek inasemwa vizuri zaidi pamoja na kwamba kufika robo ni ngumu kuliko Simba ambayo huwa inafika robo fainali kwenye kila edition ambayo inashiriki kwenye michuano ya CAF competitions. Kwa hiyo kuna heshima fulani. Kwa hiyo nimezungumzia mambo haya mawili, nimezungumzia hamasa ambayo Simba wamefanya ambayo hii hamasa naweza nikasema huyu huyu Ahmed Ali jinsi hichi kitu ambacho amekifanya, mimi naweza nikampa ile tuseme, nikampa ile heshima kwamba ya kusema thamani ya hiki anachokifanya, na sio tu kutambua. Naweza nikasema Ahmed Ali ni mtu ambaye kwa Afrika hapa, yani ni version ya peke yake kwa kazi anaofanya ya yani, naweza na, kuhakikishia wallahi billahi Ahmed Ali kazi anaofanya kwa Afrika kwenye, kwenye ngazi ya klabu. Kwa kazi yake anaofanya kwenye ofisi ya habari jinsi anavyohamasisha mashabiki Afrika hii na kuwa pia sawa yuko peke yake yani yuko peke najua huko nyuma shako kupita watu wakajipa ile kwamba tuzo si mimi nani mimi nimefanya hivi mimi mtu anajisifia anajaza uwanja Simba Simba akaanza kujaza uwanja 2003 huko na sio naelewa kitambo umeelewa lakini anarokiambia lakini imagine angalia huyu jamaa anavyofight kwa, kwa hadhi yake angeweza kukaa kwenye ofisi yake anapigwa na kiyoyozi lakini imagine kanzu ile alivaa kanzu nyeupe ina roa jasho, anaingia ndani kuhamasisha Wanasimba. Kwa hiyo huyu ni version ya peke yake, na mimi nilikuwa natamani sana siku moja apewe heshima na ustahili huyu, asifananishwe na wasemaji wengine wote. Huyu ni version ya Afrika hii yani, achana achana na Tanzania, sijui East Africa, Kenya, wapi. Afrika hii inavozungumza, naongea nikiwa na, na akili. Afrika hii inavozungumza, Ahmed Ali ndo ndo, ndo ndo msemaji bora zaidi. Sio, unanielewa? kwa sasa hivi sa currently, lakini kwa Tanzania naweza ngasema huyu ndo msemaji atakayekuwa ata na, na uwezo wa kuwa msemaji bora wa muda wote wa Simba Sports Club, kwa sababu kwanza records zinamvuta, walikuwa walikusa na anagundu huyu hapo, anaenda finali, records zinamvuta na possibly, ili kombe Simba wanaweza kupita nalo, akawa yeye ndo msemaji ambaye kwenye, hey, kwenye maisha yake ametoa kombe la CAF sawa. hey, kuna possibility hiyo na ana deserve yani, kwamba unajua ile kwamba mtu amefanya kazi alafu mwisho wa siku unaona e, kama credit credit, yeah. Yaani, kuna ile kwamba mtu anapata, unafanya kazi wewe credit inapewa mimi, si unanielewa? yeah. Kwa mfano kwenye mataji unakuta wachezaji fulani wamepambana uwanjani alafu taji anapewa mchezaji aloka benchi nini, wote mnapewa mnahesabika wote yeah. Sasa huyu Simba wakichukua taji la, la, kombe la shirikisho Ahmed Ali anastahili kupewa credit zote, kwa sababu kapambana kani, katoka hapa kaenda sibungwini kaenda mbuzini kaenda wapi hivyo, umeelewa ya Ahmed Ali huyo amechukua bana, mtazamaji wa SFTV huyo, ni Heavyweight Dula akiwa anatambua na kuzungumzia kile ambacho anakifanya afisa habari ama meneja wa idara ya habari na mawasiliano kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba Ahmed Ali ama Semaji la kafu. Heavyweight, mm, namna ambavyo hamasa na mwitiko wa Zanzibar kuelekea mchezo huu tangu umefika hapa mm, upoje? Upoje kwa namna ambavyo umeutazama? Kwa namna ambavyo nimeutazama, uh, kwanza naweza nikasema huku wana Simba wapo wale wenye mapenzi yale ya kindaki ndaki na Simba, uh, lakini vile vile, kuna kitu nime, ne, kupitia ilo swali lako ulioniuliza, nataka niongee kitu kimoja cha ziada, ilo ilo kwenye swali lako. Kuna kitu hapa Tanzania sikioni, ambacho mimi sasa naamini Mwenyezi Mungu kwa uwezo alonipa, kuna hicho kitu naweza nikakifanya mimi mwenyewe, sawa mimi nitaandaa nitaandaa kitabu pamoja, kiwe ni kitabu pamoja na video documentary ambayo itazungumzia safari ya Simba Sports Club kwenye michuano hii mpaka fainali. Nitazungumzia ndani ya hicho kitabu, nitaweka vitu ambavyo na uhakika mtu hatovipata sehemu nyingine yoyote zaidi ya hicho kitabu. Nitazungumza jinsi ambavyo Simba imefanya rekodi ambazo Simba wameziweka ambazo hazizungumzwi, ikiwemo kumtoa timu kutoka Misri ambayo imeshakutangulia bao mbili, nilisema. Eh, rekodi hiyo imekuwa mara ya tatu tu. Simba inakuwa ndio timu ya tatu. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1975 mwaka, mwaka timu ya pili kumfunga timu ya Misri ambayo imemtangulia goli mbili ilikuwa mwaka 2018. Simba inakuwa timu ya tatu, maana wamefungwa mbili Misri, kila mtu kwenye, ah Simba kashatoka, Simba kashatoka, anakuja anapindua matokeo, anakuwa timu ya tatu Afrika nzima, kwa timu ambazo zimetanguliwa goli mbili dhidi ya timu kutoka Misri kuweza kushinda. Hizi record na zingine nyingi ambazo Simba wameziweka mtaziweka kwenye official document. Alafu hii ni sio kwa sababu yoyote, ni kwa sababu ya ku unajua Simba ni timu ambayo watu wanai underrate sana. Sasa mimi kwa sababu ninaona kuna vitu ambavyo havizungumzi, mimi nipo kwenye nafasi ya kuzungumza. Sitaki kuwalaumu ambao hawazungumzi. Mimi mwenyewe nitazungumza na naamini nguvu ya umma itanisaidia kufikisha ujumbe. Mimi naamini hivyo. Nitatengeneza vitabu, nitatengeneza document na nitaanza kuangalia jinsi gani ya kuzisupply na nitatafuta watu ambao watakubali kuungana na mimi kwenye hii safari. Nitaweka record mpaka magoli mangapi Simba wamefunga nje ya box, ukikompea na michuano hii, timu ngapi zimefunga magoli ya nje ya box, jinsi ambavyo Eli Mpanzo ameperform vizuri ukilinganisha na wakongomani wengine wote barani Afrika wanaocheza michuano hii, hamna anayemfikia Eli Mpanzo kwa performance. Vitu vyote nitavizungumza hivyo, then nita establish a uh, publication ambayo ita identify ukubwa wa Simba na naamini nitaweka katika lugha mbili Kiingereza pamoja na Kiswahili ili, ili hata wale watu ambao wanaipa heshima nje ya Tanzania waweze kunufaika na kile kitu ambacho nitakiweka pale. Kwa hiyo hicho hey, ni kitu ambacho hey, nitakifanya, na Mwenyezi Mungu anijalie tu niweze kuiona Simba ikiweka historia kufika fainali na kutoa taji, kwa sababu ikitoa taji kazi yangu itakuwa nzuri zaidi na nitakuwa uh, nitakuwa na nini. Lakini vilevile hata hii hamasa ambayo Ahmed Yale amekuwa akiifanya, jinsi ambavyo amekuwa akihamasisha, anavyoenda matawini, anavyochomwa na jua na vitu kama hivyo, vyote nitaviweka na kusema eh, eh, msemaji bora zaidi kuwahi kutokea Tanzania. Nimemshuhudia mimi kwa macho yangu. Yaani unajua unajua kuna wachezaji wengine tunawasikia eh? Wachezaji wao kuna mchezaji fulani alicheza miaka 90. Wewe unatamani at least ungemwona. Sasa wewe leo jivunie Simba Sports Club. Unaiona Simba inafika finali, unamwona msemaji bora zaidi kuwahi kutokea Tanzania. Miaka mbeleni huko watu wanakuja kuhadisiana. Ah, kulikuwa kuna msemaji anaitwa Ahmed Ali, alikuwa anapita kwenye matawi, alikuwa anafanya hivi, alikuwa anafanya hivi. Wewe umepata nafasi ya kumshuhudia kwa macho yako. Lazima sisi tufanye kazi kubwa ya ku kwa, kwa sababu hata kipindi hata kipindi nchi zinagombania uhuru sawa, kulikuwa kuna watu ambao walianzisha ile wanaita eh, movement kwa kupitia maandiko, si ndio? Sasa kama inatokea hizi kazi wenyewe wanazo wanalipwa mishahara hawazifanyi, kwa nini sisi ambao tuna uwezo wa kuzifanya tusizifanye? Kupitia hivi mimi nita publicate. Au uh, nitatengeneza documentary ambayo ni published ni, pamoja na video kwa ajili ya kuspread kitu ambacho Simba wamekifanya, records ambazo wameziweka, jinsi gani ambavyo wamekuwa tofauti, finali yao ina tofauti ya, ina tofauti, to, tofauti na vipi na finali ya Yanga na vitu kama hivyo, nitavipublish pale, lakini pia nitagusia swala la Simba kuingia top 4 ya vilabu bora barani Afrika, ambalo swala hili watu wanalichukulia poa poa, kwa sababu Simba kafika timu ya kwanza kutoka East Africa toka dunia hii kuumbwa inakuwa Simba kuingia kwenye tofua ya vilabu bora kimya kimya. Sasa sisi kazi yetu ni kupublish ili ule ukubwa wa Simba hata mtoto mdogo aone kwamba hii timu ni kubwa, hata mtoto mdogo wa... ay, bana hii hii ndio timu, kwa sababu kumekuwa kuna propaganda nyingi za kudododesha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anjalie hivi vitu nilivyokutajia, inshallah tutashirikiana na wadau ambao watakubali kusupport, eh then tutafanya hicho ambacho nimekwambia. Bana, mimi nikushukuru sana Heavyweight, ni siku choche, siku bado zipo na tutaendelea kuzungumza na hili ambalo e, umelizungumza SFTV. E, inshallah na sisi tunaamini tunaweza tukawa sehemu ya hiyo kulipeleka ili kuzungumza ukubwa wa Simba, kuzungumza ukubwa wa Wanasimba na vile vyote ambavyo wanavyovifanya haina shida. Ndugu zangu, enyewe mmekuwa mstari wa mbele, tutakuwa pamoja, haina shida, shukran.